E, bana lilichezwa kama movie. Bana yote hii ni mara tu baada ya Chino Kid kuweza ku e, chukua e, majukumu yote ya kumlea dogo Sajent na kuwa kama meneja wake e, bana. Sasa hivi imeonekana video ambayo inaenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii yote hii ni mara tu baada ya Chino Kid kuweza ku, e, kumchukua dogo Sajent. So ni kwamba ameweza kuamua kuicheza ku, script flani hivi ambayo ilikuwa inaendelea e, na mwanamuziki wa singeli dogo ambaye anachipukia hivi karibuni, dogo Sajent kwenye hii track mpya ambayo inakwenda kwa jina la Tunakuja ambayo inatarajiwa kuachiliwa achiliwa hivi karibuni. So mimi nataka nikuachie time tu ili mradi uweze kuona ni kitu gani ambacho kwa kinaendelea baina ya Chino Kid pamoja na mdogo Saje. Nipe. Ebana, hiyo ndio hali halisi ambayo ilikuwa inatokea pale, lakini tutegemee kazi kubwa za kutosha tu, na maneno haya alisha kuyazungumza eh, Chino Kid eh, siku chache ambazo zimeweza kupita baada ya eh, sherehe ya siku ya kuzaliwa ya Amara ambaye ni mtoto wa Mario pamoja na Paula, ambaye yeye aliweza kuthibitisha kwamba zitakuwa ni ngoma za back to back baina yake yeye pamoja na mdogo Sajent ambaye mdogo Sajent, bana kama ulikuwa mjui, basi nataka tu nikwambie kwamba ni yule dogo ambaye alisha kufanya kazi pamoja na mdogo pattern, Po, waliweza kuachilia track ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Salio ambayo ilikuwa ni mziki fulani ambao ulibadilishwa, ilikuwa ni ngoma ya Mario lakini ilibadilishwa kuwa kama singeli kwa kwa kama mda wa burudani. Uko na mtazamo gani? Make sure drop comment ya, comment yako hapo unaweza on this one in Tanzania fulani vinyeusi. Till next time, bye bye.